Nimekuja kugundua rafiki, kitu chochote chenye nguvu ya kubadilisha maisha yako na maisha ya watu wako, hautaachwa ukianze bila upinzani. It won't just be easy. Mara zote kutakuwa kuna vita ya kutosha kabisa kukufanya wewe usiwa, usianze ambacho unatakiwa kuanza, na ukianza basi usiendelee. Kuna watu wanashindwa kabisa kuanza ambavyo wanatakiwa, wanajua kabisa wanachopaswa kufanya ni hiki, lakini kukianza hawawezi na wengine wakianza hawawezi kuendelea, wanaishia njiani. Inachukua nguvu ya ziada zaidi ya utayari wa akili peke yake. Haihitajiki tu nguvu ya maamuzi, haihitajiki tu udhati wa nia. Zaidi ya hayo inahitajika nguvu ya kiroho, ili uweze kuzaa kuanza hicho kitu, lakini pia uweze kukiendeleza. Bwana Yesu hali akijua ukubwa wa kitu ambacho wanataka kufanya. Kabla hajaanza huduma yake akaenda kwenye mfungo wa siku wa 40, kajitenga na watu, kajitenga na maisha is praying. Nisikilize watu wa Mungu, kuna wengine mmebeba vitu vikubwa sana ndani vya kutosha, sio tu kusaidia maisha yenu na vizazi vyenu na taifa na hata mataifa. Ili ukianza hicho kitu, haiwezi kuwa tu kwa akili nyingi kupanga nini na nini, kufikiri, kutafuta connections, na misala hayo yote ni ya muhimu, lakini zaidi ya hayo mambo yote, prayo. Pray na moja ya vitu naomba unasema, kwa jina la Yesu sitashindwa kuanza na sitashindwa kuendelea, nitamaliza. Mungu hana rekodi ya kuanza kitu na akaishia njiani. Unapokaa kwenye maombi, unapokea hiyo neema, hiyo nguvu alionayo, unaanza na vinaendelea. Pray. Wenye mipango mikubwa wafanye maombi makubwa. Unamwona mtu ana huduma kubwa kabisa hivi, lakini ukiangalia maisha yake ya maombi hauyaoni. Maombi maombi ni ya kutafutiza. Anasema sijisikii kuomba. Una matatizo wewe? Mpaka leo hujui kwamba maombi sio kitu ya kujisikia? Mpaka leo, mpaka leo bado unasema hauombi kwa sababu hujisikii kuomba? Yaani mpaka leo, na we ndio mtu ambaye Mungu anatakia kukuamini na hatima za watu zinakutegemea wewe, mpaka leo unaongelea stori, hauombi sana eti kwa sababu haujisikii kuomba. Aliyekuambia maombi ni kujisikia ni nani? Pray.